Katika anga za michezo nyota wa Napoli eh, Romelu Lukaku amesema kuwa yeye na mdogo wake Jordan Lukaku watashindwa kumzika baba yao Roja Lukaku kwa vile wamezuiwa kupelekea mwili wake Ubelgiji. Roja Lukaku mwenye umri wa miaka 58 na alifariki dunia mwezi uliopita jijini eh, Kimshasa DRC Congo ambako pia mazishi yake yamepangwa kufanyika. Tangu walipofariki, watoto wake Jordan na Romelu wamekuwa wakipambana kupata chini ya kuuzika mwili wa baba yao huko Ubelgiji ambapo aliishi kwa muda mrefu kabla ya kurudi DRC Congo ambako e, mauti yamemfikia. Hata hivyo hilo, limeshindikana baada ya baadhi ya ndugu zao waliopo DRC Congo kugomea na kutaka mwili wa Roger Lukaku kuzikwa ndani ya ardhi.